Miongoni mwa wasanii wakubwa kabisa ambao wamepata mafanikio makubwa sana kwenye industry ya mziki, wamepata vitu vingi sana kupitia muziki, hawana Grammy. Hiko ni moja katika vitu ambavyo ukija kuchunguza kwa ndani kabisa utagundua ya kwamba Grammy sio mafanikio katika muziki. Yaani, Grammy sio kipimo cha msanii kuwa bora zaidi. Kuna wasanii wengi wakubwa ambao wameweza kufanya mambo makubwa zaidi duniani, lakini hawa hawajawahi kuwa na Grammy. sasa Kabla hujapandisha kisukari hapo kwenye uwanja wa comments uh, ku criticize kuonesha labda kama inawezekana hii notion ni ya uongo mimi nataka nikusogezee miongoni mwa wasanii wakubwa kabisa ambao wamefanya vitu vikubwa then hawakuwahi kuokota Grammy kwamba Grammy sio kitu ambacho anaweza kakipata kila msanii ambaye ana juhudi kubwa kwa sababu hii hapa ni moja katika vitu ambavyo vimekuja hivi karibuni baada ya tu kuonekana kwamba kuna wasanii wengi wa Tanzania hawakuhusika katika nomination za Grammy ya mwaka 2026 sasa hii hapa mimi nataka nikusogezea orodha wasanii wakubwa mba wewe unawatambua then wamefanya vitu vikubwa zaidi lakini hawakuwahi kuondoka na Grammy. Miongoni mwa wasanii wakubwa kabisa akiwepo ni mwanamuziki Nicki Minaj, moja katika wasanii ambao tunawaita kama queen of rap, miongoni mwa wasanii wa kike ambao wamekuja kuweka heshima kubwa sana katika industry ya rap music na wakafanya wanawake waaminike kabisa kwamba katika hiki kipanda kigumu yani, zile ngumu kali nyeusi huyu mwanadada anaweza kafiti sasa. Mwanadada Nicki Minaj ameweza kuhusika katika nomination mara kumi na mbili lakini hauwezi amini ni kwamba hajawahi kuokota Grammy hata mara moja. Yaani katika nomination kumi na mbili ambazo alishawahi kuhusika mwanadada Nicki Minaj hakuhusika katika ushindi wa Grammy hata moja. Sasa mi nataka nikusogezee miongoni mwa kazi zake mwanadada Nicki Minaj ambazo ameweza kuzifanya, then zimefanya vizuri sana lakini amekosa Grammy. At the time ambapo tunaona nomination 12 alikuwa na ngoma ambayo inajulikana kama Super Bass, moja katika kazi kubwa kabisa ambayo imekuja kushikilia mpaka namba tatu katika ngoma mia za moto zaidi kupitia charts za Billboard. Hii hapa ni moja katika vitu vikubwa kabisa, then kupitia streams, ameweza kukota 1.5 billion, aa, kupitia YouTube Music. Sasa mwanadada Nicki Minaj ameweza kufanya kitu kikubwa sana kupitia hii ngoma ya Super Bass, moja katika kazi ambazo mpaka A, katika charts za Billboards imeweza kutikisa kinomanoma, lakini cha kushangaza ni kwamba hakuwahi kuhusika kabisa a, katika ushindi wa Grammy. Lakini pia ukiachana na ngoma ya Superbass, alikuja kuhusika katika ngoma ambayo inajulikana kama Starships, moja katika kazi ambazo zimeweza kuhit dunia nzima, then zimeweza kuuza jumla ya copies milioni kumi Yaani takriban kopi milioni kumi zimeweza kuuzwa kupitia hii ngoma ya Starships ya, ya, ya kwake ni Kiminaji. Then ukiachana na zote hizo ukiachana na hizo stori zote ni kwamba ni Kiminaji hakuwahi kuokota Grammy hata mara moja. Sasa utakuja kushangaa ni kitu gani ambacho kina happen pale kwenye kamati za uh, Grammy ni kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi lakini hawakuwahi kuhusika katika ushindi wa Grammy. Then kuna ngoma ambayo inajulikana kama Anaconda. Hii ni moja katika kazi ambazo uh, asilimia kubwa ya watu wanazijua kutokana na vile uh, the way ambavyo ilifanya vizuri, the way ambavyo iliweza ku trend worldwide. Hii ngoma ya Anaconda imeweza kupata views pale YouTube bilioni moja. Yaani viewers zaidi ya bilioni moja zimeweza kuokotwa pale YouTube kupitia hii ngoma ya Anaconda. Then uh, hakuna tuzo yoyote ambayo Nicki Minaj ameweza kuipata sasa utakuja kugundua ya kwamba kuna wasanii wakubwa kabisa ambao wameweza kufikisha mpaka views bilioni moja kupitia YouTube. Hii ngoma yanakonda, mpaka sasa hivi ukicheke hapo YouTube ina bilioni moja point kadhaa. Then hakuna Grammy yoyote ambayo ilihusika kwa mwanadada ni kiminaji. Then kuna ngoma ya bang bang na hii si kila mtu anajua, hi ngoma the way ambavyo ilifanya vizuri akiwa amemshirikisha pale mwanadada Ariana Grande pamoja na Jessie J. Sasa hii ngoma ishawahi kuwa nominated, yani ashawahi kuwa nominated kwenye kinyang'anyiro cha kuipeleka hii ngoma, lakini haikuwahi kuokota ushindi. Yani ishawahi kuhusika ngoma ya bang bang, uh, katika nomination za Grammy then haikuwahi kuondoka na ushindi moja. Katika vitu ambavyo pia vilikuja kuwaacha watu mdomo wazi kuonesha kwamba Nicki Minaj ameweza kufanya vitu vikubwa zaidi, ameweza kuachia ngoma ambazo zimeweza kusikika vizuri kabisa, na zimeweza kuwa na namba kubwa ambazo ni za kushangaza, pia mtu akikwambia lazima ustuke. Lakini cha kushangaza ni kwamba mwanadada ni Kiminaji hakuwahi kuokota Grami. Sasa utakuja kugundua kwamba Grami sio kipimo cha msanii kufanya vizuri, kwa sababu ukiachana na vitu vikubwa zaidi ambavyo ni Kiminaji amevifanya, lakini bado hakuokota Grami. Lakini msanii mwingine ni Snoop Dog, mwanamuziki kutoka pale nchini Marekani. Huyu msanii ashawahi kuwa nominated kwenye tuzo za Grami mara 17, lakini hakuwahi kuokota Grami hakuwahi kushinda kabisa. Ukiachana na ngoma zake kubwa ambazo zilikuwa zinafanya vizuri, mfano kama drop it like it's hot, kuna ngoma ya Gin and Juice, kuna ngoma ya young wild and free, kuna ngoma ya beautiful ambapo pale kati alihusika Pharrell. Sasa hizi ngoma zote zimeweza kufanya vizuri, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba hakuwahi kuondoka na Grammy mwanamuziki Snoop Dogg, then tunamfahamu kwa the way ambavyo ameweza kuibadilisha industry ya hip hop na kufanya iwe na heshima kubwa zaidi Uh, kupitia ngoma ya drop, uh, drop it like it's hot, ambayo imemshirikisha pale mwanamuziki Farrel, ambayo ilikuja kushikilia namba moja katika charts za Billboard miongoni mwa ngoma mia ambazo ni za moto, kinoma noma, zimeweza kufanya vizuri. Ngoma ya drop it like it's hot iliweza kufanya poa sana, lakini cha kushangaza zaidi hakuwahi kuokota Grammy mwanamuziki Snoop Dogg. Then kuna ngoma ya Gin and Juice. Sasa hii ngoma ni moja katika ngoma ambazo tulikuwa tunaziita kama ngoma za taifa, yaani kama ilikuwa ni anthem ya hip hop. Sasa kwa uh, mwanamuziki wote wa hip hop hawezi akasahau ngoma hii hapa, kutokana na kwamba ni miongoni mwa zile ngoma ambazo zimekuja kuweka nembo kubwa sana katika industry ya hip hop, imeweza kufanya vizuri zaidi. Lakini pia kuna ngoma ya Young wild and free, ambapo pale kati alihusika Wiz Khalifa pamoja na Bruno Mars hii ngoma ilikuwa kubwa sana kwa sababu ni miongoni mwa ngoma ambazo ziliweza kutikisa dunia. Iliweza kutoka pale mwaka elfu mbili na kumi na moja lakini the way ambavyo ilibasti ilibasti kinomanoma. Lakini uzingatie kabisa ye kwamba ukiachana na hii michongo yote ni kwamba Snoop Dogg hakuwahi kushinda Grammy hata mara moja. Lakini pia ukiachana na ngoma ya Young Wild and Free, ambapo palekati alihusika with Khalifa, kuna ngoma ambayo inajulikana kama Beautiful, ambapo pa hapo alikuja kuhusika mwanamuziki for real ambapo hii ngoma ilipeperusha uh, game ya hip hop dunia nzima, iliweza kufanya vizuri kabisa. Sasa ukiachana na michongo yote hiyo, ukiachana na ngoma zote ambazo zimeweza kutikisa vizuri kabisa, ni kwamba Snoop Dogg aliweza kutoka kapa, tuliza kisukari mtwangu Grammy. So kipimo cha msanii kuwa vizuri Let's go, tuende tukaone msanii mwingine ambaye alishawahi kufanya mambo makubwa zaidi, then hakuna Grammy yoyote ambayo ilihusika kwa upande wake. Yupo mwanamuziki kutoka pale nchini Marekani ambaye anajulikana kama Katy Perry. Huyu mwanamuziki alishawahi kuwa nominated mara 13 katika tuzo za Grammy, lakini hajashinda tuzo hata moja. Miongoni mwa ngoma kubwa kabisa ambazo Katy Perry alishawahi kuzifanya ni kama Fireworks, Raw, Dark Horse pamoja na Teenage Dream. Hizi ngoma nne ni banga ndefu ambazo ziliwahi kutikisa dunia kupitia ngoma ya Firework ambayo ilikuja kushikilia kupitia charts za Billboard, ilikuja kushikilia mpaka namba moja moja, katika rekodi ambayo ni kubwa kabisa. Lakini kiachana na vyote hivyo, kupitia YouTube pale, hii ngoma ya Firework ina jumla ya viewers bilioni moja pointi nane, e, moja katika namba ambayo ni kubwa kabisa hizi ngoma za BB ni ngoma moja tu, sio kama channel nzima imeweza kutazamwa na watu labda bilioni moja point kadhaa. Hapana, yani ngoma moja imeweza kuwa na watazamaji bilioni moja point nane hii ni namba kubwa sana pale YouTube. ni miongoni mwa ngoma ambazo zimekuja kuweka record ya kuwa na watazamaji wengi zaidi. Lakini pia kupitia ngoma ya raw, hii ni moja katika ngoma ambazo zimekuwa motivation songs kubwa kabisa ambazo zilishawahi kutokea kupitia YouTube pale, ina views bilioni 3.9 sasa bilioni 3.9 so kitoto eh, so mchezo mchezo ngoma kuweza kufikisha namba kubwa kama hii hapa lakini pia ukiachana na hao kuna mwanamziki kama Tupa Shakur ambaye alishawahi kuwa nominated mara sita lakini hakuna tuzo hata moja ambayo alishawahi kushinda, ukiachana na ngoma zake kubwa kabisa kama Changes, ukiachana na ngoma ambayo inajulikana kama California Love, ukiachana ngoma kama Dia mama, moja katika kazi ambazo mpaka sasa hivi zina heshima kubwa sana zinaheshimika kinomanoma katika industry ya hip hop. Tupa Shakur ameweza kuweka uh, nembo kubwa sana then mpaka baada ya kifo chake bado influence yake kwa vijana imeweza kuwa ni kubwa sana. Sasa ukiachana na hivi vitu vyote, ukiachana na diss track kubwa zaidi kuwahi kutokea mpaka sasa ambayo inajulikana kama Hit Em Up, moja katika kazi ambazo zimeweza kushikilia kinomanoma, kwa sababu hingoma aliweza kumdis pale BIG Notorious then ni moja katika distract kubwa ambazo zimeweza kuweka rekodi kubwa zaidi duniani. Sasa ukiachana hivi vitu vyote, ni kwamba Tupac Shakur hakuwahi kushinda tuzo hata mara moja. Then kuna wasanii wengine kama Bob Marley, moja katika wasanii ambao wamekuja kuintroduce mziki wa lege akaweka msingi mkubwa kabisa, ukiachana ngoma zake kubwa ambazo zimeshawahi kufanya vizuri, ngoma kama One Love, ngoma kama No Woman, No Cry. Ngoma kama Three Little Beads, ngoma kama uh, Redemption Songs, moja katika kazi ambazo wasikilizaji walege wakisikiliza hizi ngoma wanajua kabisa hapa ni ngoma ambazo zimeweza kufanya vizuri kabisa katika industry ya muziki wa lege, then hakuwahi kutoka na Grammy hata mara moja, mwanamuziki Bob Marley. Then kuna Diana Ross pamoja na wasanii wengine kibao. Sasa hivi vitu ni moja katika vitu ambavyo vimeshawahi kuacha maswali mengi sana katika vichwa vya mashabiki kuona kwamba ni kwa nini kuna wasanii wanafanya vitu vikubwa sana kuna wasanii wanaweka record kubwa ambazo zinadhihirika kabisa kwa macho, ukienda kufuatilia record zao ni kubwa zaidi, namba zao ni kubwa sana, lakini katika upande wa Grammy hawakuwahi kushinda Grammy hata mara moja. Sasa hivi ni moja katika vitu ambavyo vimeacha maswali kwenye vichwa vya watu wengi sana. Lakini tukirudi Bongo hapa, ni kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao kumekuwa na zile perception ya kwamba inawezekana wanakandamizwa inawezekana wanapendelewa, wasanii wengine kutoka West Africa, inawezekana kuna wasanii wengine ambao hawazingatiwi kabisa katika tuzo za Grammy na michongo mingine kama hiyo hapo. Sometimes inaonekana hata industry ya mziki wa Tanzania haujafika popote then tumeona mafanikio makubwa kabisa kupitia gemu ya mziki wa bongo flavor, the way ambavyo imeweza kufanya poa zaidi, miongoni mwa ngoma ambazo zimeweza kupeperusha bendera ya Tanzania, zimeweza kupeperusha bendera ya bongo flavor international, tumeweza kuziona kutoka kwa wasanii mbalimbali, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba hawakuwahi, hawajahusika katika Grammy nomination ya mwaka 2026. Hii hapa ni moja katika michongo ambayo imeweza kushikilia vichwa vya watu wengi sana. Sasa mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment, ni kitu gani ambacho nahisi kimeweza kufanya wasanii wa Bongo hawakuwa hawakuhusika kabisa katika tuzo za Grammy za mwaka 2026. Then utakuja kunipanga pia kwenye kuni uwanja wa comment, ni kitu gani hasa ambacho kimefanya wasanii hawa wakubwa kabisa ambao tumeweza kuwagusa hapa hawakuwahi kuhusika katika tuzo za Grammy katika upande wa ushindi, then wameweza kufanya vitu vikubwa zaidi ambavyo mpaka sasa record zao ni kubwa zaidi. Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi nataji tu one time, Jittuh one tz official genius, na hii hapa ni Jittuh Media.